So, vijana wenzangu, chenye naweza waambia tusikae kae bure, ngoja chance chance kupata, it's you to follow the chance. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pezi mtazamaji wa Halal Charity TV nikiwa mimi wako leo ndani ya kipindi cha biashara mashinani. Hii leo tuko mtaa huu wa kwa chifu ndani ya Mtwapa, na hii leo tuko na biashara biashara ambayo wengi wanaifanya, lakini leo tumepata ndugu yetu mmoja aweze kutuangazia na tumuangazie na tuweze kujua biashara yake anaifanya vipi na mambo gani anapitia changamoto, na vile vile ni vipi anaweza kujimudu katika biashara kama hii. Ungana nami hii leo tukiwa ndani ya butchery kama hii, bidnillah, tupate mawili matatu. Kutoka kwa ndugu yetu. Ungana nami. Now, my brother, namabradha uh, pengine utusalimie na tuombe jina lako na biashara yako inaitwa nini? Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Raymond Kahindi. Biashara yangu ni ya nyama. Jina la duka langu ni Ndugu Meat Shop. Iko maeneo ya kwa chief Around Ninio kwa Chief Hospital. Ah, asante sana, na pengine waeleze watazamaji wetu wapendwa wa Halaal Charity TV biashara hii kama ya kuuza nyama, nini nyingine inajihusisha na biashara kama hii mbali na nyama? Tunauza maini, kuku, tunauza mayai, tunauza matumbo, mbuzi, pia tunauza na kwa kweli umeweza kupata ni bidhaa gani zinapatikana katika butchery kama hii na jina lake ni Undugu Meat Shop. Kwa kweli my brother Raymond. Brother Raymond, hii biashara lazima ilikuwa na mwanzo, na ni ulianza lini hii biashara? Biashara nilianza Novemba mwaka wa 2023. Na kitu kilichonifanya mimi pa nikaanza hii biashara, sisi ni watu ambao tumelelewa na hii biashara. Nimemwona babangu akifanya hii biashara tukia mimi ni mdogo. Babangu ameng'ang'ana, kang'ang'ana, kang'ang'ana mpaka akajipata, akaja akafungua yake, na mimi nikaamua nisimwangushe mzee wangu, wacha nimshike mkono na yeye aone pia mimi mwanae na kitu ambacho naweza fanya ndio hii, mpaka sasa niko hapo. Novemba mwaka wa 2023, hiyo ni takriban miaka miwili na mwezi kadhaa, mpaka tuko sasa ndani ya mwaka 2025. Uh, kwa kweli ni hatua kubwa ulipitia, na umeweza kueleza changamoto uh, umeweza kueleza watazamaji ni nini kilichokufanya wewe uanze biashara kama hii. Ndio, kwa hivyo twende kabisa katika changamoto za biashara kama hii. Kwa kweli mambo yote tunayofanya sisi kama binadamu, iwe ni biashara, iwe ni kazi zote tunazozifanya, lazima kuna changamoto, na pengine utueleze changamoto kuu ambazo umepitia ndani ya biashara kama hii kuanzia ulipoanza hadi kwa sasa pale umefikia. Changamoto ni nyingi. Kuna ile customer amekuja, nakwambia sitaki nyama hii, sitaki nyama yenye mifupa mingi, naona inabidi sasa unambalanzia kidogo ili kesho tena aweze kurudi aweze kurudi. Alafu pia kuna ile customer amekuja pengine ameona kama kuku hivi ni mdogo, anakuambia kuku sitaki. Ndio hapo meleta kuku kama ishirini, na wakilala ni yeah. Wakilala, kuku wakilala kama ni wadogo na wakilala, kwa sababu kuku akilala kama siku mbili sara. Challenge nyingine pia ni ile customer amekuja pengine amesema anataka kama kilo kama tano mpunguzie. No sahi, na nataka umpunguzie, na ukiangalia ile bei ya nyama sahii, kulingana na ile bei ya nyama yenyewe iko sahii, nyama iko juu sana, sio hata ukisema na muuzia bei yote, pengine hasara. Sasa inabidi ni ile, unamwambia basi ni hivi na hivi na hivi, lakini ni hivyo hivyo tu tunapambana kwa biashara zetu hizi. Asante sana. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo wanapitia kama changamoto katika biashara kama hii. Uh, swali lingine ningependa watazamaji waweze kulisikia kutoka kwako na wale ambao wanapenda ama wangetaka kujua zaidi kuhusu biashara yako. Ni mambo gani ambayo unafanya ama yanafanyika katika biashara yako inaifanya biashara hii yako tofauti na biashara za wengine ambao wako katika eneo hili hili, hili la kuuza nyama kama bucha hivi. Kitu cha kwanza, usafi muhimu cha pili ni heshima. Nikiwa msafi kuanzia kwa kazi yangu mimi mwenyewe, lazima nitamvutia customer. Ile heshima pia anayompatia customer amekuja, pengine ile, unajua kuna hii neno asante. Lazima customer umemhudumia vizuri, umempatia ile service vizuri, afta kukupatia ile pesa yake, ukishamwambia asante, yeye mwenyewe atafililia kuwa eh, kama kijana mimi naambia vile asante, obvious ata appreciate. Then kuna one thing chenye huwa kiko kwenye jamii yetu, na ile ya kuwa we give thanks kwa wale watu ambao wa wako vizuri yeah. So kuna watu tofauti tofauti wanaweza kuja hapa kwenye kazi yangu, tuseme mtu kipato chake ni kidogo, lakini nikishampatia la ile asante yangu, obvious kesho atarudi tena. Kweli kabisa. Chengine pia nasema ni jinsi unavyoongea na watu, unaongea na watu vipi? Kastoma amekuja amekuambia, hii nyama sitaki, unamlazimishia. Umeona? huyo hawezi rudi tena, sataenda. Alafu quality meat quality inamwata okay. Sijui wenzangu wanauza quality gani, lakini mimi kivyangu mimi my quality inayaminia iko best. Asante sana ndugu yangu Uh, kwa kweli mpenzi mtazamaji, katika mambo haya ya dunia, mambo tunayopitia sisi kama binadamu, uh, lazima kuna mahali mtu anafikia ana, anataka kukata tamaa katika jambo lile. Pengine wewe katika safari yako hii ya kuuza nyama, safari yako hii ya butchery, kuna wakati je, umeweza kufikia ukata tamaa kweli? Sipo yes, na na pengine oh, ni wakati gani ama ni mambo gani ama jinsi gani uliweza kufanya ile jambo na ukatoka katika hiyo? Wacha nikuelezea kisa cha mama mmoja. kuna nice. Mama mmoja alikuja hapa kwenye kazi yangu, huyo mama anijui, simjui. Mama alikuja hapa akahitaji nyama, nikamwekea nyama nyama hapa, nikamtolea nyama kwa chila, akaikataa ile nyama, akaniambia niwekee kima nikamwekea kima vizuri. Kuna mwenzake alikuja akanambia, mimi ninataka kidari. Kile kidari hakipo hapo kwa display, kidari kipo kwa fridge. No, nilimtolea kidari kwa fridge, yule mama mwenzake, sasa customer mwingine, nikamtolea kwa fridge. Yule mama still bado amesimama hapa kumpimia yule mama. Yule mama alifeel guilty, tuseme ni guilty ya guilty, akanambia, kijana, mbona unajinga hivyo? Bono ni no ujinga. Mimi nimekwambia nataka nyama, ukaniikei nyama hapa. Bono umemtolea kule. Na hii nyama ni nzuri sana. Yaani nilifilile kuwa eh, Bono mama ananidharau. Akanambia mbona ama ni venye huu amekuja na gari, Ndio maana umemtolea kwa fridge. Hey, Yaani mimi nilifil paka kanambia ya kuwa ile gari yenye uko nayo ile mama, ile ni kama ile ni kama ni kama baisikeli kwangu. So, mpaka nilikuwa nimeamua nimwambie mzee wangu bwana cheki, control kazi yako mwenyewe. Lakini kwa ile ujasiri na mimi najua chenye nafanya kwa maisha na chenye nataka nikajikaza, hivyo hivyo mpaka sasa hivi penye nimefikia, namshukuru. Pezi, mtazamaji ah, tumeweza kusikia kisa cha ndugu yetu kilichomfanya yeye aweze karibu kata tamaa na pengine ningependa kumuuliza katika wateja wako wanaokuja kila siku hapa, ni jambo gani unaofanya wewe kama muuzaji ili uweze ku maintain ile uaminifu baina yako na wateja wako? Cha kwanza, tuseme hatuko sawa sisi binadamu, na kuna kama wenzangu wa hizi kazi za hoteli, mtu anaweza kuja chukua nyama asubuhi, analipa jioni. Ule uaminifu unaojenga kwake kuya hizi nipotea tayari. Alafu kuna wale customers wangu wa deliveries ambao wanataka kupelekwa nyama majumbani so sohaamiwa, niko na mtu wangu tayari binafsi wa kufanya hizo deliveries na wao wanapata vitu vyao salama kabisa. Na pengine katika uaminifu wa quality yako ya nyama. Ni vipi unaileta ile quality yako, yaani ya wale wateja, ni response gani wanakupatia kuwa nyama yako iko sawa, ama zile feedback zao? Feedback za customers wangu ziko vizuri, mimi mwenyewe zinanifurahisha, ziko vizuri sana okay. Ha, sa. Customers wangu quality ya nyama wanaisifia, alafu nyama zangu pia seti, ni nyama za mtaani tu nachukua, ni nyama ambazo zinatoka mahali tayari zinatoka kichinjioni na huwa mimi na deal na watu ambao wa ni wazoefu na nyama na, aa, kweli kabisa katika hiyo point ya kutoa kichinjioni na wa watu wenye uzoefu na deal nao. Kuna swali muhimu hapa, ni vipi unahakikisha kwamba nyama yako labda kuku yako bidhaa zako ni za halali na ziko salama katika maisha ya binadamu? Kitu cha kwanza, kitu kama kuku, kuku tunafuga wenyewe. Okay kama ni ng'ombe, mbuzi lazima uwe okay. Mm -hmm. Yes. na kibali ndio tumchukue, kama ana kibali hatuwezi mchukua huyo. Kwa hiyo umesema kuku huwa unafuga mwenyewe, na nyama mpaka mtu ana kibali ndio aweze kujua. Na kibali hichi ni kibali cha aina gani? Kwa amenunua ama kinaonyesha nini kuwa hii nyama ni halali? Kibali cha healthy ya ng'ombe okay, ama mbuzi okay. So huwa kuna kuna magonjwa tayari ng'ombe wao yuko nayo nini, so lazima tujue huyu ng'ombe hapa hmm. duniani ameishi vipi kabla tumchinje, okay. Meneelewa na ni nani, nani pia amemchinja huyu ng'ombe. unajua kuna kuchinja ili watu wale na kuna kuua kweli kabisa, hapo ndo inaleta, so, sensi, yeah, ya nyama kuwa halali na salama kwa maisha ya watu ambao wanakula A, mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha biashara mashinani, ningependa kumuuliza ndugu yangu Raymond swali lingine. Hii biashara ambayo unayofanya wewe kama muuzaji hapa inasaidia vipi jamii, inasaidia vipi familia yako kwa ujumla, naimesaidia vipi vijana wenzako? Kiupande wa family familia wanaishi vizuri, yani tuseme Mungu anasaidia kwa kwamfano, tunaishi maisha mazuri, then ukija kwa jamii huku, hii area zamani kulikuwa kuna bucha yeye. Naam. No. Mimi tuseme, ndo mtu wa kwanza najivunia, mimi ndo mtu wa kwanza kufungua bucha hapa. Hii area pia na na shukuru mimi ndo mtu wa kwanza kufungua bucha hapa ha. Na pia jamii na appreciate. Okay. Nimewaletea kitu kama hichi hapa karibu, sio lazima waende barabarani wakanue nyama huku mayai kuche kwa karibu. na vijana ambao umeamiliana nao katika biashara hii, je, umewasaidia vipi kuwainua katika... maisha, kimaisha? Vijana, kuna vijana wenzangu maboda boda naweza kupatia. mm -hmm. Maoda zile nimejiwa simu na customer niletee nyama mali fulani kweli na wa promote na hiyo 50 50 nini, ndio wanasonga na pia kuna vitu kama mifuko hizi na promote ya vijana wenzangu, kwa kweli, kila mfanyabiashara kama wewe ndugu yangu, uko na ndoto na uko na ma, yani mambo ambayo unataka ufanikiwe baadaye. Pengine ndoto yako kuu katika biashara yako hii na maisha yako, kilingana na biashara hii, una malengo gani na ndoto gani? Ndoto yangu kuu ni panua hii biashara yangu izidi kuwa kubwa. Mtwapa hii si Mtwapa tu. Coast Regional hii. Nataka pia Mungu anijalie zaidi na zaidi, niweze kuajiri vijana wenzangu kazi na pia niwe napata azizo maorders za makampuni kampuni nini ya... ni lengo ni kupanua lengo kupanua biashara hiyo kubwa. Na kwa hakika umeweza kupata mawili matatu na zaidi kwa mwana biashara yetu hapa Raymond juu ya duka lake na maisha yake, malengo yake na ndoto zake. Kwa hiyo ningependa kumpa fursa ya mwisho, swali la mwisho uh, kwa watazamaji wa TV yetu hii na maybe uh, wateja wako wapendwa watarajiwa pia na wale ambao walikuwa wateja wako, uweze kuwapatia wasia, aidha kwa vijana na vile vile fanya biashara wenzako, heshima, hard working na pia passion, ni vitu vya muhimu sana wenye maisha. So, vijana wenzangu, chenye naweza wambia tusikaekae bure kungojea chance, kupate chance haiwezi kupata. So wewe usipoitafuta ile chance uwezi ipata, ukikaa ukingojea eti mzazi akusaidia kushika mkono, siyo nini. Hakuna mtu wa famili mwenye atakuja kusaidia ni wewe mwenyewe usimame ukisimama ukipambana kwa bidii yako yote utafanikisha maisha yako, na ukiweka Mungu mbele, siku zote Mungu mbele, hakuna mwenye anaweza kufelisha, hakuna mwenye anaweza kufelisha hata awe nani. Pezi uh, mtazamaji, katika kipindi hichi cha biashara mashinani huwa tunapeana fursa ya sekunde sitini kwa mwanabiashara kama huyu aweze kujieleza kwa kina ili aweze kutueleza ni nini biashara yake na mambo gani anataka kwa waketu sisi na kwa nyinyi watazamaji, aweze kupaisha biashara yake pengine sekunde 60. Uh, Bwana Raymond, kutueleze kwa upana, unapatikana wapi, mambo gani unayofanya, ni vipi anataka watu usaidie, pengine nambari za simu na kila kitu uh, mimi napatikana Mtwapa kwa chief chenye mimi ninaomba na wenzangu support yenu support ni muhimu kwangu mu. Na pia uaminifu wenu utanisaidia sana kwa biashara yangu na nambari zetu za simu ni sufuri. Namba yetu ya simu ni 0791189218 na pia tuna nambari yetu nyingine ya simu na mm, sufuri saba ishirini na saba sufuri mbili sabini na mbili sufuri nane Muda wowote wakati wowote mnatupata sisi, tupo mpenzi mtazamaji wa tv yako ya Halal Charity Tv, hii leo umeweza kupata faida kutoka kwa ndugu yetu mfanya biashara mwenzetu Raymond akiwa na biashara yake ya nyama hapa ndani ya Mtwapa area ya kwa chifu, na kwa kweli ni mambo mengi wafanyabiashara wanapitia, na ni ombi kwake kama alivyosema, ili pate support kwa watu na wateja waweze kufika hapa lake, kwa duka lake kuweza kupata nyama iliyo na quality kama alivyoisifu yeye mwenyewe kijana Raymond. Ni mimi wako al al-Akh Yusuf Musa na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu al-Akh Hassan Adam Yusuf, ukiwa ndani ya kipindi chako cha biashara mashinani ndani ya Halal Charity TV. Tupatane wiki ijayo, bismillah.